Vita ya mapenzi. Moyo wako ni tageti ya watu wengi sana. Moyo wako unatafutwa, wako ambao wanautafuta kwa wema, wako ambao wanautafuta kwa ubaya, lakini moyo wako unawindwa. Kuna watu wengi sana wanaotafuta moyo wako kwa sababu mbalimbali mbali. Wengine sababu hizo utazijua, wengine hautazijua, wengine sababu watakuonyesha na watakuambia wengine hawatakwambia, wengine watakuambia sababu ambayo sio ya kweli, na kisha wakishaupata moyo wako utajua kwamba hawakuwa wanamaanisha na wala halikuwa lengo lao hilo, walikuwa na ajenda nyingine ya siri nyuma yao. Mapenzi yamewafanya baadhi ya watu wawe hodari, baada ya kupata mtu anayempenda na ambaye na huyo mtu naye anawapenda yakawaimarisha, yakawainua, yakawapa furaha wengine akawafanya wafanikiwe kwenye biashara, kipaji, hata na kazi ambayo alikuwa anafanya. Wako watu ambao kwa sababu ya kupata mtu anayempenda walijikuta biashara zao zimeinuka za kwa kasi sana. Lakini pia mapenzi yamefanya watu wawe wadhaifu. Kuna watu walipoingia katika mapenzi wakapoteza maono yao. Kuna watu wengine ilikuwa ndio chanzo cha kilio chao. Kuna watu tangu siku waliposema ndio kwa mtu fulani ambao waliamini anampenda ilikuwa ndio mwanzo wa wao kuanza kuugua magonjwa ambao wengine yaliwapelekea kuwa wadhaifu sana, na wengine yaliwapelekea hata kufariki. Kuna wengine ambao biashara zao ziliharibika kabisa mara tu baada ya kujiingiza katika mapenzi na mtu fulani. Wengine walipoteza fedha zao kwa sababu walipokutana na mtu ambaye sio, ambaye aliwasaidia, badala yake akawadidimiza wengine mpaka leo wanakumbuka kwamba historia ya mapenzi kwenye maisha yao ni historia ya maumivu na vidonda ambao hawataki kukumbuka hata siku moja. Wengine wamepoteza mwelekeo wa maisha, hawajui wafanye nini tangu walipoingia kwenye dimbo ya mapenzi likawapotezea mwelekeo. Kuna watu ambao wa mpaka leo hata mimi nimekutana nao wanaishi katika maumivu na uchungu, pain and bitterness, kwa sababu ya experience walioipata kwenye eneo la mapenzi na wengine wapo ambao wamepoteza thamani yao kabisa kabisa. Walikuwa wanajiamini, walikuwa wanajithamini, lakini kwa sababu ya mambo ambayo yametokea katika mahusiano yao ya kimapenzi na watu fulani, hawajiamini tena, hawajithamini tena, wanajiona kama hawafai, wanajiona kama ni watu ambao hawana thamani ya namna yoyote ile. Kwa ufupi, ni kwamba mapenzi ni two edged sword, ni upanga unaokata pande zote mbili unaweza ukakata kwa maana ya kumuumiza mtu na akaumia akabaki na maumivu na kuvuja damu, lakini unaweza ukakata kama sehemu ya kuchonga mtu awe bora zaidi. Kuna mambo ambayo unatakiwa ukumbuke kabla hujampatia mtu moyo wako. Kama alivyosema, moyo wako unagombaniwa. Shawahi kuangalia mpira ukaona mpira wa kona unavyokuwa unapigwa, watu wanaogombania, kila mmoja mwingine anataka apige kichwa afunge goli mwingine anataka upige kwa mguu afunge goli, mwingine anataka apige kwa mguu lakini aokoe. Yupo kipa ambaye anataka kuudaka au aupangue ili siyo goli. Maanake ni kwamba usipojua thamani ya moyo wako, utakuwa umepoteza thamani ya hatima yako. Kuna vitu unatakiwa uviangalie na kuvizingatia, uvichunguze na kuvitathmini, kabla hujasema ninaamua kumpa huyu mtu moyo wangu. Cha kwanza kabisa ni lazima ukumbuke kuhusiana na thamani yako, no your worthy. Kumbuka thamani yako. Never be cheap for any reason, usikubali kuwa mtu mrahisi, usikubali kuwa mtu ambaye hauna thamani. Si kila mtu anastahili kupewa moyo wako, chagua nani anastahili kupewa moyo. Unajua, moyo ni kama sehemu ya maisha yako ndio maana mtu akiwa na maumivu makali, kama umeshia kupitia maumivu makali, kuna wakati yale maumivu yasikitu ndani, unaona kabisa kama vile sehemu ya juu ya moyo wako kwenye nyama, kama vile unasikia misuli imebana kabisa, kama unasikia unasikia kama kwenye nyama kabisa. Tafsiri yake ni kwamba maumivu ya moyo yanahusisha maumivu ya sehemu kubwa ya maisha yako. Kwa hiyo hakikisha kwamba unajua thamani ya unachokifanya, kila mtu ambaye unampa upendo kila mtu ambaye unamkubali kama sehemu ya mapenzi kwenye maisha yako, natakiwa ukumbuke kwamba ni sawa na kusema umempa sehemu ya moyo wako. Ndio maana akiondoka, kuna maumivu yanasikika, kwa sababu anakuwa ameondoka na sehemu fulani ya moyo wako. Kama vile uchukue chapati ugawe vipande vipande, na maana akiondoka, anaondoka na kipande kimoja. Chapati hiyo haiwezi kuwa imekamilika pale, mpaka labda itengenezwe nyingine iwe kwa kipande pale. Kwa hiyo, kwa kuzingatia hilo naakijua thamani yako. Never make yourself cheap, kwa sababu itakugharimu sana. Ya pili, unachotakiwa kukumbuka kabla hujampa mtu moyo wako ni kwamba usiseme ndio kwa kinywa chako wakati unamaanisha hapana kwa moyo wako. Never say yes with your mouth when it is no in your heart. Wakati mwingine unaweza ukakuta mazingira yanataka kukulazimisha useme ndio mahali ambapo kabisa moyo wako unakuambia hapana wakati mwingine ni watu pengine ni wazazi au marafiki au ndugu au pengine hata shida ulionayo, unasema ndio, wakati unajua kabisa ndani ya moyo wako unamaanisha hapana. Never allow your mouth to betray your heart. Usiruhusu kinywa chako kisaliti moyo wako. Inawezekana kabisa kwamba ikawa ni ngumu kusema hapana, lakini utakaposema hapana leo utakuwa umejitoa kwenye kifungo kikubwa ambacho kesho kingekuletea changamoto nyingi sana. Wako watu wengi ambao wanajutia kwa nini walisema ndio kwa mara ya kwanza wakati ndani yao walikuwa kabisa wanaona jibu lilikuwa ni hapana. Kumbuka, kuna umbali, ukishaenda ukishasema ndio, itakuwa ngumu sana kusema hapana, kwa sababu utakuwa tayari umempa mtu matumaini, umemfanya ajione amekubaliwa, na kuna vitu atakuwa pengine ameanza kufanya kama uwekezaji katika maisha yako, na kusema kwako hapana baadaye unaweza kukaleta madhara makubwa sana. Kuepuka hilo, never say yes with the mouth when it is no in your heart. Namba tatu, don't rush with peer pressure, walk with your own pace. Usikimbizane na watu wanaokuzunguka, warika yako au watu wanaofanana nao, eti kwa sababu kila mtu ana mpenzi, basi na wewe unataka lazima uwe naye ulimuonyeshe, eti kwa sababu kila mtu katika umri wako ameshaingia katika ndoa, basi na wewe inabidi umkubali yoyote yule ili umuoe au uolewe naye. Hapana, never rush. Mwisho wa siku kumbuka It's all about you. Ni wewe mwenyewe, ni maisha yako, ni uchaguzi wako. Ukiteseka utateseka mwenyewe, ukipata changamoto utapata changamoto peke yako, ukiwa unalia utalia peke yako. Watu watakuja kwenye harusi, sherehe, watasherekea, watakusifia, utapiga picha nzuri, lakini mwisho wa siku huyo mtu utaenda kuishi naye mwenyewe. Usikubali mtu yoyote au watu wote ule wakulazimishe kukaa au kwenda na mtu ambaye ndani ya moyo wako unajua kabisa bado hujamkubali. Usifanye haraka eti kwa sababu tu unaona umechelewa. Hapana, sio kila unapochelewa inamaanisha haujafanikiwa. Hapana, kuna wakati utachelewa na utapata kilicho sahihi. Ni bora uchelewe na upate mtu aliye sahihi kuliko uharakishe na upate mtu ambaye hayuko sahihi. Jambo la nne la kukumbuka, kabla hujampa mtu moyo wako, ni kwamba don't allow your emotions to destroy your life, usiruhusu hisia zako ziharibu maisha yako. Kuna wakati kwa sababu ya hisia unakuta mtu anakubali kufanya vitu ambavyo baadaye vinakuja kumgharimu, anakubali kufanya vitu ambavyo baadaye vinakuja kumharibia jina lake, baadaye vinakuja kumtesa kwa sababu ya historia ya kile alichokifanya. Hisia ni kitu ambacho kimeharibu destiny za watu wengi sana, na ni muhimu sana katika vita ya mapenzi uangalie kila wakati akili yako, jitahidi ifanye kazi na wakati mwingine ili kuruhusu ufanye kazi, kuna mambo mawili unaweza ukafanya. Moja, jipe muda kila wakati unapotakiwa kufanya maamuzi kuhusiana na mambo ya mapenzi. Jipe muda, omba muda, nipe muda kidogo nifikirie. Kuna wakati kama zilikuwa ni hisia za muda mfupi, ukifikiria, utashangaa zile hisia zimeshuka kabisa. Na kama vile unavyokuwa na hasira, unaweza ukawa na hasira, afu baada ya kupata muda ukitulia, unashangaa zile hasira zimeisha, ambazo kama ungeziendekeza kwa watu pengine ungeweza hata kuua, ungeweza kutukana, ungeweza kusema vitu vibaya, lakini ulipojipa muda hasira zikashuka na baadaye ukafanya vitu kwa akili zaidi, lakini pia unaweza ukaomba ushauri. Mara nyingi unapoingia kwenye vita ya mapenzi, ni kama vile akili yako inakuwa haifanyi kazi vizuri, kama vile unakuwa unaona tu upande mmoja. Ndio maana mtu anaweza akaingia kwenye matatizo, unajaribu kumweleza, unajaribu kumshauri, unajaribu kumuonyesha ubaya, lakini hawezi kuona. Kwa hiyo ni vizuri sana wewe mwenyewe, ili kujilinda, usijiamini peke yako. Unajua, moja kitu natakiwa kuelewa ni kwamba moyo ni mdanganyifu sana yaani unaweza kukudanganya hata wewe mwenyewe mwenye we moyo mwenye moyo wako. Ndio maana mara nyingi unaweza ukawa ulishadanganyika na moyo wako moyo wako ukakwambia huyu mtu anakupenda sana, baada ya kugundua kwamba hakuna, ukagundua huyu mtu alichoniambia ni kwa wema, kumbe alikuwa anataka kukutumia kwa moyo wako. Una, una udanganyifu mkubwa sana. Kwa hiyo ili kuponya, ili kuhakikisha kwamba au ingii katika changamoto kubwa, unachoweza kufanya, unaweza ukatafuta mtu ambaye pia unaweza ukashirikiana naye, unaweza ukajadiliana naye. Usiruhusu zile hisia ziweze kuharibu maisha yako, siruhusu zile hisia ziweze kuchukua kila kitu kikafanya kama vile wewe mtu ambaye umepoteza mwelekeo. Kumbuka nilichosema battle of love, vita ya mapenzi, imewafanya wengine wafurahie maisha, lakini kwa upande mwingine imewafanya wengine wachukie maisha. Wengine imewafanya walie siku zote za maisha yao, wengine imewafanya wacheke siku zote za maisha yao. Wengine wanafurahi na kuibariki siku walivyoingia katika mapenzi wengine wanaichukia na kuilaani siku ile ambayo waliingia katika mapenzi. Zingatia mambo haya ambayo nimekueleza kama sehemu ya kulinda moyo wako. Kumbuka hata maandiko matakatifu yanatuambia ulinde moyo wako kuliko vyote ulindavyo, kwa maana humo ndiko zinamotoka chemchem za uzima. Kwa maneno mengine, ni bora upoteze pesa kuliko kupoteza moyo wako, ni bora upoteze kazi kuliko kupoteza moyo wako ni bora upoteze chochote kile kwenye maisha. Anasema linda moyo wako kuliko vyote ulindavyo. Kwa maana mengine, kama una nguvu kidogo za kulinda kitu kimoja, linda moyo wako. Kwa nini? Kwa sababu kutoka kwenye moyo wako ndiko kuna kuchemchem za uzima. Maana yake uhai wa kazi yako unategemea hali ya moyo wako. Uhai wa biashara yako unategemea hali ya moyo wako. Uhai wa shule yako unayosoma unategemea moyo, hali ya moyo wako. Maana yake ni kwamba usipokuwa na uwezo wa kutunza moyo wako, ni sawa na kusema umepoteza maisha yako. Sio kila mtu anastahili kupewa nafasi katika moyo wako, lazima uchague, lazima uamini kwamba anatakiwa kupewa yule mwenye thamani. Ninaamini kuna kitu umejifunza. Inawezekana kuna makosa ulishafanya, inawezekana hujafanya bado. Haya niliyozungumza yanaweza akakusaidia leo, yakakusaidia na kesho, lakini pia yakasaidia watu wako wa karibu pia Ningetamani umwalike mtu mmoja kwa kumshirikisha ili naye pia aweze kujifunza. Lakini pia ningeshauri ukipata muda, tafuta vitabu vyangu viwili. Moja kitabu kinaitwa mahusiano, Boresha Mahusiano Yako, Boresha Mahusiano Yako ni kitabu ambacho nimeeleza mambo mengi kuhusiana na battle of love inazungumza na aina ina ya magogoro aina ya watu tofauti ya mwanamke na mwanaume, uko ndani mambo mengi yamezungumzwa kule, psychology zinavyotofautiana na jinsi unavyoweza kujua mtu sahihi pia kwenye maisha yako. Lakini pia kipo kitabu nimeandika kwa ajili ya watu waliofika vyuoni kinaitwa kabla haujamaliza chuo, na chenyewe kina vita saba ambazo kijana anatakiwa apambane nazo anapokuwa shuleni, na moja wapo nimeelezea battle of love imeelezea kwa mpana sana kule ndani na ziko bato nyingine sita ambazo kijana yote akiweza kuzishinda zinaweza kumfanya afanikiwe sana katika maisha yake. Tafuta vitabu, vinaweza vikakusaidia na ukafanikiwa kujifunza zaidi. Ukitaka kuvipata unaweza ukatumia nambari ya simu 06 0762 0762 then 100 samani sifuri saba sita mbili thelathini na moja ishirini na moja sabini na moja sifuri saba sita mbili thelathini na moja ishirini na moja sabini na moja. Ukipigiwa namba unaweza ukavilizia vitabu na ukavipata lakini. Kesho nataka sasa nikufundishe kwenye hii battle of love kwamba kabla hujampa mtu moyo wako vitu gani huvikague katika maisha yake vitu gani uvikague, na kama tayari umekwisha mpa mtu moyo wako, hivi vitu pia lazima uvijue, uvikague, kwa sababu vitakusaidia kujua namna gani ya kuenda naye ya kuenda naye, lakini pia itakuonyesha maeneo gani ambayo yanaweza akawa chanzo cha matatizo ya mahusiano yenu au ya mapenzi ambayo uko nayo. Usikose, tutakutana tena hapa kwa ajili ya kujifunza zaidi. Nakushukuru sana, na tutakutana wakati mwingine kwenye Life Wisdom Series. See you at the top.